Waandamanaji mjini Berlin wamemtahadharisha kiongozi wa nchi hiyo Friedrich Merz kuhusu hatua yake ya kutaka kutumia rasilimali za Urusi kuisaidia Ukraine katika vita inayoendelea baina ya nchi hizo mbili. Waandamanaji hao wamemuonya kiongozi huyo na kumwambia kuwa aache kuingilia vita isiyowahusu Wajerumani na kwamba asifanye mzaha na taifa la Urusi kwani taifa hilo halitakaa kimya na badala yake litaipiga Ujerumani na kuwasababishia madhara makubwa. Hatua hiyo inafuatia kauli ya kiongozi huyo wa Ujerumani alipohojiwa na vyombo vya habari katika mji wa Dusseldorf na kusikika akisema nanukuu, kauli yake. Ulaya haipo vitani, lakini pia haina amani na Urusi. Vita dhidi ya demokrasia yetu ni vita dhidi ya uhuru wetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa kauli hiyo Merz amebainisha kuwa lengo la Mosko ni kudhoofisha mshikamano wa umoja wa Ulaya. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanaunga mkono nia ya kiongozi huyo wa Ujerumani kutaka kutumia rasilimali za Urusi zilizopo Ujerumani kufadhili juhudi za kijeshi za Ukraine, akiamini kuwa hatua hiyo itasaidia Ukraine kijeshi kwa kipindi cha kati ya miaka mitatu hadi mitano. Kwa mujibu wa Merz, ndani ya kipindi hicho huenda hali ya kiuchumi ikawa ngumu kwa Urusi kuendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine. Wakati huo huo, waandamanaji wamebeba ya mabango yanayohimiza serikali ya Merz kuwekeza katika miundo mbinu ya kijamii ili kuondoa matabaka katika jamii ya Ujerumani, huku mabango mengine yakisisitiza matumizi bora ya mabilioni ya fedha katika kuboresha mishahara ya wafanyakazi na siyo vita.